Naibu Rais William Ruto ametangaza kuwa amewasamehe wote ambao walimlimbikizia madai ya uongo kuhusiana na kesi iliyokuwa inamkabili katika mahakama ya ICC kule Uholanzi. Akihutubia wanahabari kwa mara ya kwanza tangu kesi dhidi yake kutupiliwa mbali, Ruto aliyeonekana mtulivu baada ya kuondokewa na mzigo mzito amesisitiza kwamba hakuwa na hatia yoyote. Duncan Khaemba alihudhuria kikao hicho na sasa anatupa taarifa ifuatayo. Baada ya kusalia kimya kama maji mtungini kwa siku tatu hatimaye naibu wa rais William Ruto amevunja kimya hicho na kusema kuwa alijua hatimaye ukweli utadhihirika na uongo kujitenga. Ruto alionekana kukumbwa na hisia za ndani. Alisimulia jinsi miaka sita iliyopita imekuwa ya kuteseka kwake binafsi na familia yake, haswa mkewe Recho na mamaye Sara, walioandamana naye kwenye kikao na wanahabari alikariri kwamba hakushiriki katika vikao vyovyote kupanga njama ya ghasia za baada ya uchaguzi kama ilivyodaiwa help them bring them to repentance. Na kutokana na hayo, alitangaza kufungua roho yake kwa kila mmoja aliyemdhihaki. I have tofauti na ilivyo katika vikao vyake na wanahabari, hii leo Ruto hakutaka kupokea maswali yoyote kutoka kwa wanahabari. Hatimaye ukweli umedhihirika, ndi ujumbe wa naibu wa Rais William Ruto ambaye anasema kwamba ameamua kuwasamehe wale wote waliomlimbikizia madai ya uongo. Duncan Khaemba, KTN, Nairobi.